Kisugu, kwema ndugu yangu. Safi, mambo vipi ndugu yangu safi, kwa kwa vizuri kaka. Salama wali, na mshukuru Mungu kwa njema kabisa eh. Bwana Kisugu, habari kubwa ni kuhusiana na majeraha ya Kamara, huenda eh, akawa nje kwa muda mrefu kidogo. Kama wana Simba mna mechi kubwa mbili msimu huu ami ni mwezi huu wa kumi na moja, wana Simba mtakuwa salama pengo la kamera tutakuwa kwanza kwanza, kwetu tumelipokea hili jambo kusikia kutoka kwa msemaji wetu, lakini hatuwezi kulipokea vizuri, kuona namna ambavyo mmoja mwanajeshi ambao tutategemea katika kupambana kwamba amepata majeraha kwenye, kwenye, kwenye timu yetu na atakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kikubwa, sisi kama mashabiki, bado tutabaki kwenye dua na sala, kuona namna ambavyo tunakwenda kumwombea, na inshallah mimi na imani kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Kamara atapona haraka na atarejea ili kuweza kuipambania hmm. Simba Sports. Lakini labda nieleze kitu kimoja tu kwa uchache. Tunaamini kwamba uwezo wa Kamara na ndio maana tukamsajili. Yeah. Tunaamini moja kati kama goalkeeper bora, Kamara ni goalkeeper yeah. bora. Yeah. Lakini kila nafasi na wachezaji wengi namna ambavyo tunawasajili. Yeah. Upande wa goalkeeping leo ukimtaja Musa Kamara lakini lazima mtaje Ayubu Yakubu Suleman. Yeah. Ukimaliza kumtaja Yakubu Suleman lazima mtaje Abeli. Abel na yeah, kuona namna ambavyo katika ile eneo ili mmoja akipata injury kama hivi mmoja mwingine ajekufanyaje aje kurecover. Leo hii tuna goalkeeper yeah, Yakubu Suleimani yeah, ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Tanzania yeah, ni goalkeeper ambaye anapewa dhamana yeah. na mwalimu kwenda kuwasimamia zaidi ya Watanzania milioni sitini yeah, kuona namna ambavyo anakwenda kuipambania kwa hiyo yeah. mi naamini ni goalkeeper bora mm -hmm. Naamini ni goalkeeper mzuri mm -hmm. Ataendelea kuisaidia Simba. Yeah. Lakini leo unapokwenda kuzungumzia miezi sita yeah. au miezi miwili, miezi mitatu kwenye football ya kisasa ni muda mwingi sana. Mm. Leo hii Simba tunakwenda kwenye mashindano. Mm. Tunakwenda kwenye mashindano mm. ya klabu bingwa barani Afrika. Yeah. Na naamini kwa namna ambavyo ninavyofahamu, mm. sidhani yeah. na wala sifikiri yeah. Kamara Musa kama tunaweza tukawa naye katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika mwaka huu kwa majeraha ambayo alikuwa nayo. Mm. Si taarifa njema kwa wana Simba. Ni taarifa ngumu, ni taarifa za kusikitisha mm, lakini hakuna namna mm, kheri minallah mm, shari minallah mm, kila jambo Mungu ndo anapanga mm, kumkuta mwanadamu. Mimi naamini kwamba Kamara hakupanga hili jambo mm, kusudio lake, kuna namna ambavyo anakuwa fiti na anakwenda kuibambania Simba Sports. Mm. kwa hiyo, viongozi tunao watu makini mm, wanajua nini kinachoendelea Inshallah, sisi kama mashabiki na wanachama tunawasikiliza nini wanaweza kuongea kwa wanachama wao mm. na watu wana hofu, lakini. Kwa kimataifa. Yeah. Watu lazima wawe na hofu mm. kuona namna ambavyo kama nilivyosema awali, mwanajeshi wao mmoja anapungua katika mapambano. Lango liko salama. lakini mimi kwangu sina mashaka, sina hofu na imani kwamba lango la Simba liko salama chini eh. ya Ayubu Suleiman, Yakubu Suleiman mm. kwa sasa mm. lazima useme ndio Tanzania wani. <laughs> Hakuna namna. Hmm. Goalkeeping ambaye taifa linamtegemea huyu ndio anakwenda kwa Tanzania One. Kwa hiyo unapokwenda kumzungumzia Yakubu unakwenda kumzungumzia Tanzania One. Mimi binafsi sina mashaka katika hilo, lakini hata wanasimba na imani hawana mashaka katika hilo, lakini kikubwa, wanasimba watabaki kwenye dua na sara kwenda kuombea goalkeeper wetu aweze kupona haraka na aweze kurejea. Kumekuwa na habari pia kwenye mitandao ya kijamii kwamba klabu inataka kuvunja mkataba na Kamara. No comment. Taarifa za Simba zinatolewa na msemaji wa Simba, mimi na imani msemaji wa Simba amezungumza, watanzania wamemsikia. Kamara ni mchezaji wetu na tuna mkataba naye, isipokuwa tunachoamini hasa hivi Kamara ana injury. Injury ni jambo ambalo linapona na naamini atapona, atarejea lakini ukisema kila mchezaji anayokuwa na injari kwenye timu mm, uvunje mkataba? Mbona hamkuoji? wako baadhi wa ya wachezaji wana injari sasa hivi, hamkuoji mbona mnataka kuvunja mkataba wai Simba? Tunachosema wana Simba, na tutaendelea kusema, kwanza tunamsikiza msemaji wetu nini anasema, na labda niwape historia fupi tu katika eneo ambalo Simba hawajawahi kufeli toka klabu ya Simba ilipoanzishwa, eneo la goalkeeping mm. haijawahi haijawahi fail. Unakwenda mm. kuwazungumzia akina Mohamed Mwameja, unakwenda mm. kuzungumzia akina Moses Mkandawile, unakwenda kumzungumzia akina Muhagama unakwenda kumzungumzia kina Makenzi Ramazani mm. unakwenda kuzungumzia kina Juma Kaseja kwa hiyo mm. unaku... unapokwenda kuzungumzia eneo la goalkeeping, Simba wanapokwenda kufanya registration, wanakuwa makini sana na hilo, na hilo na hilo na hilo. lakini kwa sasa na. nachoamini mm. magolikipa wa Simba ni watatu mm. kwa maana ya watatu mpaka mm. wanne. yeah. kwa hiyo mimi na imani kwamba lango la Simba liko salama. Umeona kaka majirani umewasikia huko? wapi tena But... ya yeah. Tumzungumzie Ali Shaban Kamwe kwa kauli yake ambayo ameizungumza hapo jana, kuhusiana na mzabuni wa jezi. Gari bado halijafika mbona? Kweli, nimemmsikia Ali Shaban Kamwe. Na makofi mkapiga. Kwanza mimi namfurahia sana mdogo wangu anapambana kwenye section yake, anapambana kwenye kazi yake. Kikubwa niendelee kumwombea dua kwenye shughuli yake, lakini Ali, wakati anazungumza mmoja katika jambo alilosema akanishtua, lakini kuna muda nikafikiria, nikaona sina sababu ya Kisugu fanyaje kustuka. Ali na mnukuu, anasema yule mzee mkimwona anaupara, yule ananyoa, kwa sababu asili yule mzee ya umri umekwenda, kwa sababu anamvi, anakwenda kumzungumzia baba yake mzee Shaban Kamwe lakini baada ya kumaliza kumzungumzia Shabani Kamwe akasema, nimekaa mbele ya maiki kumtetea Kisugu na pasi milioni, si ndivyo walivyosema au? mm hakusema -hmm. hayo <laughs> Ali aseme ukweli kilichomo ndani ya nafsi yake. mmoja <tikini> hali pia, yawezekana akasimama kuitetea katika uteuzi wa ya timu yake ya yake ya asili, yawezekana amepatwa na machungu <tikini> akaamua kuizungumzia ya timu yake ya asili nyinyi si mnamjua mzee Shabani Kamwe? Mm. mshafanya na interview? Mm. Timu gani? nyama yule mzee. Sasa mimi nataka kutoa ufa nani, aliona duniani simba anazaa tembo <laughs> simba nani aliona duniani simba anazaa tembo? Haijawahi kutokea simba anazaa paka, anazaa mtu wa simba kizaa anakuwa nani? Ali kapatwa na uchungu miezi mitatu mm. ya Regasila mm. ali nafsi na mvuta, kwa nini timu yangu haijapewa? Basi nulaidiwa mpaka sasa mm. hivi <laughs> yes. Eh, katika hili mwenyewe alivyosema mm. amempongezwa sana, wanasimba tunaendelea kumpongeza, lakini nirudi katika uu asiria mm. nimkumbushe swaiba yangu ali mm. moja, ili kumkumbusha mm. katika kile ambacho alicho alichokisema arudi katika Luka, Luka, Luka <laughs> <boy>, bo. <laughs> eh, yako maneno pale 41 yanazungumzwa lakini sitayapenda sana. Mm. Lakini anzia pale 42 kuna neno limetamka kwa wewe mnafiki. Anasema mtu mnafiki sio mimi. Mm. nukuza Luka kanza hivyo akasema mtu mnafiki huwa anafikiria kutoa kibanzi kwenye jicho la mwenziwe. mm. Sikiliza hayo maneno ya Ruka hayo sita arobaini na moja arobaini na mbili Mtu anafikiria kutoa kibanzi kwenye jicho la mwenziwe. Kwa nini kwanza asifikirie kutoa boriti iliyokuwa kwenye jicho lake? Alama yes, sio mimi. mm. maandiko. Maandiko matakatifu Injiri aina mashaka ambayo mimi sina mashaka nayo, mm -hmm. <laughs> lakini mbele pale chini akazungumza tumtoe boriti, tumtoe kibanzi mm -hmm. kwenye jicho lake ili aweze kuona boriti kwenye jicho la mwenziwe, alafu anajiuliza juli kesogu mje sawa mje sawasawa <laughs> hizi ni nukuu mm -hmm. lakini kwa nini nimekwenda kunukuu Luka 6:42 mm 42 -hmm nilikuwa namkumbusha hali ya some sita arobaini na mbili halafu turudi kwenye mada <laughs> Jeruti. mm. mkataba wake umeanza tarehe moja mwezi wa saba mm -hmm. mwaka, mwaka mm huu -hmm. ahadi za Jeruti, maana yake kama utekelezaji zinatakiwa kuanza tarehe moja mwezi wa saba yes, mwaka, yes. mkataba huu kwa hiyo mkataba wa jeroti mpaka hivi sasa nazungumza nanyi waandishi, una miezi mitatu. Ndio Biblia iliposema, kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio, sasa angalia kwenye jicho lako. Hali ya kwenda sambamba na haya maneno, kaanza kwetu sisi. Kabla ya kwetu sisi, aanze kwake. Kuna miaka minne kiongozi wake mkuu alitangaza atajenga uwanja tayari. Hizi hoja pelekeni kwa Hali Shaban Kamwe. Anze kwanza kutoa boriti yake Yes. Na kuna muda Ali wanaweza wakamwangalia vibaya watu wa Yanga wakasema kwa nini huyu asiwakumbushe wenziwe sisi au wao wapate uwanja, anawakumbushia Simba watambe mjini. Na basi Ali anafanya haya kwa sababu amerudi kwenye asili ya timu yake, inawakumbusha Simba <laughs> leo anatutetea sisi tupate basi ali anashindwa kwenda kuwatetea kina Godianga, Ali anashindwa kuwatetea kina Dosa mm. ili wapate hata uwanja wa mazoezi mm. nisikize vizuri, waandishi, na hizi mm. habari toeni. Mimi Ali mdogo wangu, tena mdogo wangu wa damu katokea hapa mm, lakini kwenye ukweli namwambia Ali subiri wewe. Kwao niwaambie wana Simba mm. hivi navizungumza na waandishi wa habari ninyi waandishi wa habari kuna sehemu nako mna matatizo hamwezi kufanya risechi baadhi ya ahadi ya Jeruti ameshaanza kutekeleza lakini nyinyi hamtaki kuambia wanasimba hadi gani <laughs> nendeni bunju kule nendeni bunju mkisharudi afu njooni mniulize maswali <laughs> shehe nendeni bunju nawaomba na na nawapa ofa au nawapa homework jumamosi na jumapili juma tumieni vizuri jumatatu tatu njueni, tuzungumze Yes. Leo hii leo hii mjadala wa miezi mitatu wanakwenda kutengenezea mjadala, lakini kwa nini mjadala huu unakuja? Ali kuna muda mwingine anatumia akili ya kuzaliwa, kwa sababu kuna propaganda imekuja nyingine, wanataka kuwaondoa watu katika uasiria, wanataka kuwapeleka watu kwenye propaganda za mpira, kwa sababu hali alianzisha propaganda Jeruti. Ala. Kweli hmm. Lakini imeshaje? Hmm. Kwenye utaratibu na mkataba tuliokubaliana ndio iliisha au baada kuka, wewe, ya kina Kisugu kukaa nyuma ya mic, wewe usilopoka kabla ya kuongea, wewe ilikuwa ni anadai. Yes. Lakini, si na jana nimemsikiliza. Uh -huh. Anajifanya kutetea kumpiga madongo Nasib. Mimi nimecomment kwenye akaunti yake Instagram hey, ya Priva Dinho, hey. Priva hey, Nimemwambia Priva, ka kimya tutakuletea risiti Yanga waliolipa juzi ya masana benki gani tutamwambia, yeah, yes. Lakini sio kwa mara ya kwanza, hata kwa Dube pia walifanya hivyo kama unakumbukumbu vizuri. Wamezoea. <laughs> <laughs> <laughs> <Suko ni mtu wa football. laughs> Mambo haya yamekuwa yakitokea sana. Kwa nini unafikiri? kwa klabu kama Yanga yana afya, lazima viongozi wakae chini, wajitafakari hali hii isije ikatokea. Unapoambiwa klabu hii kubwa, si kwa sababu labda umebeba, umebeba kombe tu, ukubwa wa klabu uishi katika maisha ya ukubwa. si Simba tumetoka huko kwao, niwaombe, waombe sana Watani zangu mm. <laughs> Alafu leo nataka niwape siri hii uh -huh. Kuna rafiki yangu Mavara yupo, angekwepo ndo angelia uh -huh. Mkiwa na shida uh -huh. kwenye shughuli zenu, mkitafuta mpishi Godi Yanga anajua kupika <laughs> <laughs> <laughs> eh? Moja katika wataalamu wa kupika biriani Godi Yanga Sijawahi kufanya kazi ya udarani nilikataa, na nilimwambia <laughs> ila mmoja katika wataalamu anajua kupika ugali wa muogo godi mm. Yanga. Kwa hiyo niwaambie wana Simba wasiwe na wasiwasi, kila kitu kiko vizuri mm. kila kitu kiko sawasawa mm. na mheshimiwa CPA mm. Lwegasila CEO na ndinga inakuja. Basi inakuja. Ndinga inakuja, shehe inakuja, mmoja mm. liogasila mizani amewaahidi. mm. pili kama ikuja washabiki wa Simba wanaonyesha vidole. Kisugu, mbona ulituambia inakuja? naona kimya mm. mzigo unakuja tena, mzigo wenyewe mm. shehe, una flo mbili mm. una flo mbili shehe mm. ghorofa mbili. Wanasimba sio na wasiwasi chini huku huku hmm. Chini kwenye floor ya kwanza akiamua kukaa keomani pombe. Mligo anakaa juu, basi iko full, kiyoyozi, basi na friji ndani eh? Hakuna kuchimba dao, nachimbia umo umo Azam cha mtoto bwana lile Azam cha mtoto Azam ina milango mingapi? ina milango, ah, milango mingapi? Mitatu. wapi na wapi? Lile lile la Simba. Yes. ile na milango mitatu, uh, mitatu mitatu, ehe. Ukiachia mlango wa dereva wa kwanza uh -huh. lakini kwenye flow ya pili uh -huh. kuna mlango ambao wachezaji wa chini wepeso kufanyaje kutoka uh -huh. flow ya, ya juu mm -hmm. uh -huh. Sawa, uhum. Ina mlango wake ambaye inashuka kama ndege uhum. Ule ule- ule mlango wake hai kupanda ndege, si unajua, ngaza ndege zinavyoshuka vile. Ndio mlango wa pili wa hiyo basi wa hiyo basi basinaayoaulbil brother ni nitafute ila hali <unili> imekuwa mbaya sasa hivi, wanafanya biashara sasa za kuuza wachezaji, kuwanunua wachezaji, wapelekewa wachezaji, wapate kuishi Habari, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> ukimbeba mtoto wako mtu maskini, ukimpeleka pale unaambiwa kwanza piga laki sita. Unauliza, laki sita ya nini? Unaambiwa elfu hamsini ada, mm haya -hmm. hiyo bakia sita to hamsini akeka ngapi? ii mia na hamsini ya nini? Nasema nunua vifaa yeah. vifaa vya mtoto anayetumia umri wa miaka minne mpaka miaka mitano mpaka miaka kumi unatumia laki moja na nusu. Alafu nyinyi waandishi mnasema wamepiga hatua kutapeli watu. Nzuri, nzuri, nzuri. Projekti gani? uhuni ule, laki sita ni kwa mwezi, kwa, mwezi ufado, laki sita kwa mwezi wa kwanza kama unaanza. Katika laki sita imejumuisha imegawanya me vitu vitatu, hamsini ya kwanza kwa ajili ya uandikishaji yani ile karatasi yao kikae unaliwa hamsini <laughs> Sita kutoa 50 500 50. 50. Unachukua 150 pop kwa ajili ya vifaa. We viatu vinauzwa Kongo, hapa shilingi 10,000 kwa mchukule mtu laki na nusu. 400 kwa ajili. 400 kwa ajili? Mm. Ewezekana walikuwa na nia nzuri. Lakini mtu aliyetengeneza Saturday plan amewadanganya. Okay. Wasitumie neno msaada. Tunahitaji kuwasaidia vijana. Wasitumie hilo neno. Ndio kosa linapoanzia pale. Msaidia na pesa. Lakini projecti ni nzuri kizuri. Light kama ungekaa kwenye michoro iliyokuwa sawasawa, mm. Lakini wale wamelenga kipato, wanapataje <laughs> wanawachukua vipi hela za watoto maskini hivi, mm. Leo Kisugu naenda kumwambia alipe laki sita kwa mko, laki nne kwa mwezi, anaweza Kisugu? Mm. Ndio mtoto wake kabisa anamtaka Faris, mm. Yeah. Akafanya mazoezi atengenezwe kipaji, laki sita kwa mwezi, laki nne kwa mwezi. Kwa kila mwezi, spfata, bada, nendeni mkaangalie project iliyokuwa safi. Wale nani? Fountain Gate mm. wale ndio wana nia ya nzuri ya ak nendeni mkaangalie project nzuri ya Asamful. hizi baadhi ya nchi zilizoendelea zikisema tunaamua kuwatengeneza vijana example, naweza kusema project yetu tutapokea vijana jumamosi na juma ngapi? Jumapili, Jumamosi na Jumapili mtu anekuja aje na shilingi elfu kumi na tano elfu ishirini Kwa hiyo unapokwenda kuchukua labda mfano elfu ishirini kila wiki, mwezi mmoja na wiki ngapi? mpaka laki nne, ada shule hiyo laki nne blaza, hata kupata taratibu za serikali yetu, ndio mshahara anaochukua mtu wa mwisho hiyo. Kwa hiyo niwashukuru sana waandishi wa habari, mi naamini kwamba tutaendelea kushirikiana, lakini kikubwa ni kuombeni sana sana zaidi sana mazoezi Bunju. Bwana kocha anawaka kweli ko, kweli. Yes, mambo yanakwenda vizuri. Petro atakufa inshallah, kwa uwezo wa nshala kaweza Mwenyezi Mungu, kwa jitihada zilizopo na sisi tunakwenda kwenye maisha yetu ya kawaida. Mimi naamini Petro ya ngola atakufa. Asante nami ni, ni, ni washukuru sana waandishi mm. kwa kazi kubwa na kazi nzuri mm. lakini niwaambie tu wadau, muendelee kumuombea mzee wangu Omar bin Nasoro zake sio nzuri sana, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, namna ambavyo anavyoendelea, anaendelea vizuri. Kwa hiyo dua zenu wa Tanzania kumwombea mzee wangu na imani, ni jambo la msingi na jambo jema. Mungu, ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu mbariki Kibo Dennis, mpe nguvu, tie nguvu. Kwa kuondokewa na mzee wake sio jambo jepesi, ni jambo gumu, kwa sababu tayari ukiwa na familia baba akiwa yuko hai na imani kwamba si kwa sababu tu mmoja, tunaweza kuzungumza ya kusema baba yupo, lakini kuna muda mwingine kuna tafakuri ya mawazo nataka kuyapata kutoka kwa mzee. Lakini kila mwanadamu katika hii dunia, Waislamu tunasema kulli nafsi zaikatil mauti, kwa kila chenye nafsi, awe sisimizi, awe panzi, awe ng'ombe, lazima aonje nini mauti. Asante sana.